E, mi naitwa Mramba Simba Nyamkinda ni diwani wa kata ya Ketare. Kiukweli leo nimefarijika sana baada ya halmashauri kuu ya wilaya kunitunuku cheti cha pongezi kwa kusimamia vizuri ujenzi wa shule ya sekondari ya Nyaburundu. Kiujumla, shule hii imekuwa imekuwa ni tatizo sana kwa miaka ya nyuma. Wanafunzi walikuwa wanapata shida kubwa sana ya kutembea mwendo mrefu kuja kusoma shule iliyoko kijiji cha Marambeka, shule ya Esperanto Sekondari. Na tumetumia karibia miaka mitatu kutafuta shule hii kwenye halmashauri, ilikuwa ni shida. Serikali zilikuwa zina za kijiji pale nye Burundu, kulikuwa na matatizo watu wanasema eneo halitoshi lakini kulingana na nata, tatizo kubwa ambalo wanafunzi walikuwa wanapambana nalo la kutembea mwendo mrefu tulijitahidi sana kuisihi serikali na kuomba na tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita ya Dokta Samia Suluhu Hassani mwishowe ilitusikia kilio chetu na ikatuletea fedha shilingi milioni mia tano na themanini na nne na nashukuru sana baada ya fedha kuja likaa na ujenzi ukaanza, na sasa hivi tumefikia hatua ya kupaua majengo. Kwa kweli tunaenda kwa mwendo wa kasi sana, ndio maana tumeanza tuseme mwezi Januari, lakini hadi sasa mwezi wa tatu, tuko kwenye hatua ya upauaji na nategemea kufikia mwezi wa nne mwishoni au wa tano majengo yote yatakuwa tayari na shule itafunguliwa ili wanafunzi waanze kusoma. Hili limewezekana kwa sababu sio mimi tu diwani <coughs> ambaye nilifanya juhudi ya kuitafuta hii shule mimi nili, juhudi niliyofanya kubwa ni kuiomba halmashauri ituruhusu na fedha zipatikane tujenge shule, lakini pia wananchi wenye burundu walikuwa na kiu sana na hii shule, na tumeiomba pia kupitia kamati ya siasa ya kata mara nyingi tu tume tumekuwa tukikaa kwenye vikao vyetu tunajadili namna ya kupata shule hii ili kuwapunguzia wanafunzi wanaotoka Nyaburundu mwendo mrefu. Kwa hiyo baada ya kuwa tumepata fedha, tumekuwa tukienda pale mara nyingi tu kwenda kukagua ujenzi unavyoendelea. Kwa hivyo tulikuwa tunashirikiana kwa ujumla, na hasa tumpongeze pia mwenyekiti wa kijiji cha Nyaburundu amesimamia kwa karibu sana sana sana. Yeye karibia kila siku yuko pale kwa ajili ya kuangalia namna ujenzi unavyoendelea. Na sisi pia kama kamati ya siasa na mimi pia nimekuwa nikienda pale mara kwa mara, na hata wanapokuwa na tatizo, basi mwalimu anayesimamia ujenzi ananiambia, pamoja na kamati, na tatizo tunaliondoa kwa haraka na kazi inaendelea. Kuna fedha zilikuja kama zile za tozo fedha zile za ukivu za nani za uviko zilikuja pale Esperanto Sekondari, tumejenga madarasa mengi tu kwa kujisimamia wenyewe. Kwa ujumla, huwa tunajisimamia wenyewe, walimu tunawashirikisha, uongozi wa wa, wa, wa CCM kata tunawashirikisha. Kwa hivyo, sioni tatizo sana tunapopata fedha. Kwenye kata ya Ketare hatujawahi kutumia fedha visivyo.